Haya maneno ya sawa mtakayoyasema yatawapa faida nyingi. Miongoni mwa faida hizo, ya ayuha alladhina amanu ittaqu llaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum, matunda yake Allah subhanahu wa ta'ala atakutengenezeni matendo yenu, atakutengenezeni mambo yenu, wayaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu wa man yuti Allah wa rasula, na yoyote atakayemtii Allah na mtumewe, yoyote atakayemtii Allah na mtume wake faqad faza fawzan adhima, huyu amefuzu kufuzu kukubwa. Ikhwata aliman, maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala yatuonyesha tu yafanyayo sisi ndio yatatuletea ima matunda chanya ama matunda hasi Allah nh subhanahu wa ta'ala, leo tunaishi na kauli yake akituambia wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kathir, na lolote litakalokupateni katika matatizo, majanga, misiba fabima so, kasabat aidikum, ni kwa yale mliyoyasababisha wenyewe, ni kwa yale mliyoyachuma kwa mikono yenu, ni yale mlioyaleta kwa mikono yenu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wayafu an kathir, na Allah ana samehe mengi. Allah subhanahu wa ta'ala ana samehe mengi ikiwa mtaregea kwake na kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu katika imani

Mashekhe walisimama katika manabiri katika waumini humuhumu miskitini, wanasema, hawa mashekhe wamepewa bahasha, hawa mashekhe machawa. Hakuna mashekhe wa machawa, watu wanalingania yale ambayo yameelezwa na Allah subhanahu wa ta'ala na yale ambayo yamefundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini tutambue yale ambayo yametusibu, tumeyasababisha sisi wenyewe kwa mikono yenu kwa mikono yetu, kwa maneno yetu, ndio tumeleta majanga ambayo leo yametupata katika, ma, katika mazingira yetu na katika nchi yetu. ikhwata liman Allah subhanahu wa ta'ala na anatuambia anatuonyesha ili turegee

Yale ambayo tunayafanya madhambi mengi tulionayo na maovu mengi tulionayo kwa kumwasi Allah na mtumewe, lau angekuwa na muadhibu kila mmoja kwa lile atakalolifanya, hakuna an, hakuna angelibakia katika mgongo wa ardhi, hata dudu chungu asingebakia, kwa hasira za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa yale ambayo sisi wenyewe tunayafanya. Ikhwatul iman Aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala inatufundisha mambo mengi. Hii aya hii pekee, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, tunapata mengi katika malezi, malezi ya kulea nafsi zetu, malezi ya kulea jamii zetu. Katika malezi hayo ni tutambue kwamba hakuna mtu mmoja ama jamii ama sehemu ama nchi watakapopatwa na majanga isipokuwa tunafundishwa kwamba tumeyasababisha sisi wenyewe. Na Allah Subhanahu wa ta'ala anasema, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik

Sija kutumiliza wewe Mtume, ukawahifadhi watu ukawalinde, upite nje hiyo usipite nje a inna ah -ah. In alayka illa albalagh, juu yako mtume wewe umeamrishwa ufikishe uwafundishe watu ya sawa na yasiyokuwa ya sawa, wayaache ya sawa, wayafanye Atakayekengeuka ndio Allah akasema, inna idha adhaqana linsana rahmatan fariha biha, kwani hakika sisi tukimwonjesha mtu rahma neema, ana furahi basi na kumshukuru Allah subhanahu wa taala, furaha ya kuzidi kutokumshukuru Allah tabaraka wa taala. Na Allah akasema subhanahu wa taala, wa in tusibuhum sayi'atun, lakini ikimpata mtu msiba, ikimpata janga anasema bima, kasabat aidihim, kwa yale, bima kadamat aidihim kwa yale yaliyofanywa na mikono yao, kwa yale walioyasababisha wenyewe. fa innal insana kafur, hakika ya mwanadamu siku zote anaanza kukufuru neema za Allah tabarak wa taala. Lakini alivyopewa neema amefurahi pasi na kushukuru. Watanzania, tumepewa neema ya amani. Neema ya amani, lakini tukaacha kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeifurahia neema hiyo kwa miaka mingi, lakini tukaacha kumshukuru Allah, lakini mwisho sasa yametupata haya kwa sababu yetu sisi wenyewe. Leo tarudi kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tuko katika jamii ambazo leo riba za waziwazi, watu waitariba biashara riba, faida zina ya waziwazi wazi. Maasi tunayoyaona na tunayoyasikia dhulma, watu wanakusanya mali kwa njia yoyote, wala hawajali ni kwa njia gani. Tumepoteza haki za Allah subhanahu wa ta'ala na mtumewe, kwa nini tusiyapate haya tunayoyapata? Na niwakumbushe ichi kizazi kinachojiita jenzi, hii sio mara ya kwanza Tanzania. Allah anatuonyesha hii mara ya pili. Mara ya kwanza alishatuonyesha mwaka elfu mbili ila kwa sababu kulikuwa hakuna Facebook hakuna Instagram hakuna Twitter, hakuna TikTok hakuna WhatsApp, picha hazikuenea, video hazikuenea, lakini ni kwa sababu hatusomi. Mheshimiwa au kiongozi wa nchi hii, rais wa awamu ya tatu, ameandika kwenye kitabu chake katika mambo ambayo yametokea katika wakati wake, waliuawa watu alfu nne Zanzibar. Hii tunaonjeshwa ni mara ya pili Zanzibar, waliuawa watu alfu nne. Na vile vile Tanzania bara Mwembechai wameuawa ngapi? Dada ijatajwa ni watu wengi waliuawa wali, kwa msija mkasema, haijawahi tokea Tanzania. Imetokea, hii ni mara ya pili. Allah anatuonjesha jamani, hii amani tunayopewa na Allah, tusicheze tusicheze, ikhwat aliman, na haya yanatokana na tunayofanya sisi wenyewe. Kwa hii ni mara ya pili, wallahi, namwomba Allah isije katokea mara ya tatu, kwa sababu ikitokea mara ya tatu haitokuwa hivi wala itokuwa vile Tumwombe Allah isiregee, lakini ili isiregee, ni sisi turegee kwa Allah subhanahu wa taala. Haya maasia tunayoyafanya tuyaepuke, turegee kwa Allah subhanahu wa taala wataala. Ihwatal imani, hakuna tiba isipokuwa hiyo, bali kuna watu ambao huenda wamechochea hili kwa mikono yao wameyaleta haya. Kuna wengine walichochea kwa maneno, kwa vitendo, kwa kuhamasisha ni kwa mikono yao kwa midomo yao wameyasababisha haya, waregee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anayehusika katika haya. Au kama hatuhusiki, lakini turegee kwa Allah kwa madhambi tunayemkosea, kwa sababu madhambi yakishuka katika jamii yanashuka kwa sababu ya maasi, kama anavyosema Ali, radhiyallahu anhu, haitoshuka adhabu ama mitihani katika jamii isipokuwa kwa dhambi

Wa ma hum bisukara walakin adhab Allah shadid, ikhwatal iman, tumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika mtikisiko, hakika matatizo na majanga ya siku ya kiyama ni mazito, wallahi jambo zito sana. Siku utaona kila anayenyonyesha atatupa kichanga chake, kila mwenye mimba mimba itapomoka, na utaona watu walevi lakini hawajanywa tembo, isipokuwa adhabu ya Allah ni kali siku hiyo. Wallahi, tumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na yeyote aliyehusika katika haya ambaye ametoka katika nchi hii kwa mikono yake, kwa maneno yake, aregee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwislamu yeyote ambaye amesema maneno mabaya au ameshiriki katika haya aregee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja ajijua turegee kwa Allah tabarak wa ta'ala. Wallah, tutaenda ulizwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala.

Kwa nini Allah na anasababisha haya tuki akisema, liudhiqahum ba'd alladhi amilu, ili awaonjeshe baadhi ya yale walioyatenda, baadhi ya yale walioyasababisha. Allah anataka kuwaonjesha, kwa nini waonjeshwe? La'allahum yarji'un, ili waweze kuregea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili akili zao ziregee katika vitu vyao akili zao zirejee katika mioyo yao. Hivyo haya yaliyopita tumeonjeshwa na Allah liyudhiqahum ba'dha alladhi amilu, ili Allah tuonjeshe kwa yale tuliyoyafanya la'allahum yarji'un, ili tuweze kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Siku moja katika uongozi wa Umar radhiyallahu anhu ilitokea tetemeko la ardhi katika mji wa Madina. Angalieni ikhwatul iman

Wallahi, mji wa Madina haujatikisika leo leo. Ardhi, mtikisiko wa ardhi unatokea, tetemeko la ardhi, kupatwa kwa jua, kupatwa kwa mwezi, lakini tuchukulia kwepesi. Lakini masahaba walikuwa hawachukuliwi kwepesi, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa achukuliwi kwepesi. Lipatwa jua, Mtume atoka, anaburuza kikoi chake, anawai msikitini, ana swali, kisha anahutubia watu. Kutokana na uzito wa jambo hilo Umar anawaambia watu wallahi, wa naapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huu mji haujatetemeka isipokuwa bisababi dhambin ahdathtuhu, isipokuwa ni kwa dhambi niliyofanya mimi au ahdathtumuhu, ama mmefanya nyinyi dhambi hiyo. Akasema, wallahi la in cadat la in cadat la usakinannakum fiha abada Wallahi ikitokea tena hili jambo katika huu mji wa Madina sitokana na nyinyi, ima nyinyi mtoke ama mimi niwaache na mji wenu. Kumaanisha nini? Wanatahadharisha maovu haya yote leo tunaipata katika jamii zetu, ni maovu tunayoyafanya sisi wenyewe. Kwa hiyo, Watanzania, haya yaliyotokea yawe ni funzo, sio useme imeamsha hasira, tunafanya kadha. Rudi, Tuliza akili yako, poza akili yako, alafu fikiria ni wapi tunamkosea Allah tabaraka wa taala, kisha turudi tutubie kwa Allah tuweze kufanya na kurudisha Tanzania yetu yenye amani na Tanzania ambaye ina utulivu. Na wallahi, angalia Umar radhiallahu anhu anakimbilia kulinda mji wake, mji wa Madina, anawaambia watu haya yametokea kwa sababu ya dhambi yangu ama dhambi yenu, na likitokea tena Sitoishi na nyinyi katika mji huu. Katika riwaya akawaambia, wallahi la in adat la akhudhannaha min dhuhurikum wallahi, ukirejea tena hili tetemeko la ardhi katika mji huu, migongo yenu ndio itabeba jambo hilo, adhabu yake mtabeba nyinyi. Kumaanisha nini? kumaanisha Watanzania, amani hii nchi ni yetu, amani yake ni yetu sote, sio? Twaona jambo laharibiwa, waona mtu anaamsha anaamsha jambo nao wamnyamazia. Chukua hatua wewe, ili jambo lisitokee, sio? Waona mwenziwa avunjiwa, nyinyi eti mko maelfu ya watu, mmekaa mwangalia huyu akivunjiwa. Itakuja kwako akivunjiwa, huyu inakuja kwa mwingine Chukuli, chukueni hatua nyinyi wenyewe kuzuia majanga, kuzuia maasi, kuzuia matatizo katika nchi yako katika mji wako, kwa sababu amani ni yetu sote, na sisi ndio twailinda kama Umar alivyofanya kwa watu. Basi wote tufanye hivyo, tulinde amani ya miji yetu na amani hiyo tulinde, tuzuie maovu, tukataze maovu, tuamrishe mema na tumeona katika hutuba iliyopita al, al, Allah tabaraka wa taala anasema, sababu ya kuangamiza wana wa Israeli, kanu la yatanahauna an munkarin faaluhu, wao walikuwa hawakatazani maovu bali walikuwa wanayafanya kwa tutapatwa kwa sababu tuangalia, tushuhudia na hatufanyi, lakini ni juu yetu sisi kulinda amani yetu na kukumbusha watu turegee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na nimesema hii, tumeonyeshwa mara ya pili, watoto waliozaliwa elfu mbili mbele ya elfu mbili, kama hamkuona kwa sababu haikuonyeshwa, basi yalitokea, ilimwagwa damu ya maelfu ya watu. Hii ni mara ya pili Allah anatuonyesha nchi hii tumepewa amani, tunataka kuichafua wenyewe. Wallahi ni funzo kwatu sisi, tujifunze. Hata nchi mnazoziona leo, Sudani kumechafuka kumechafuka kweli kweli, kama mnafuatilia, haikuanza pum, ilianza taratibu. hatumtaki, hatum, hatum, hatumtaki Umar Albashir, hatumtaki kadha, ikaanza wakamtoa hivyo, mpaka leo. Ilianza taratibu, nanyi mkiendelea hivyo wallahi Allah tabaraka wa taala atatuonjesha kile ambacho tunakitaka na tunakitamani, na hatutamani sisi kitokee hicho. Tuombe Allah kisijirudie mara ya tatu. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala adumishe amani yetu, na adumishe utulivu wa nchi yetu. Na watu mmeshaelewa nini amani, nini uoga, kama mliokuwa mnaimba kwamba Tanzania hakuna amani, kuna uoga. Mmeshatofautisha baina ya amani na uoga. Amani ni hii, unatoka nyumbani kwako unarudi muda unaotaka saa nne, saa tano, saa sita, lakini uoga ni ule ambao wanaambiwa saa kumi na mbili ndani na saa kumi na mbili uko ndani. Huo ndio uoga na hiyo si amani. Amani ni hii, ni muda wote unatoka na muda wote una